Mwanaharakati Boniface Mwangi na mwenzake kutoka Uganda Agatha Atuhaire sasa wanadai kuteswa, kulawitiwa na kubakwa walipokuwa mikononi mwa maafisa wa serikali ya Tanzania. Wawili hao wakielezea bayana walichopitia walipokuwa wakizuiliwa kwa kuwa nchini humo wiki chache zilizopita. Ben Kirui anatuarifu zaidi. Kwa mara ya kwanza tangu kuachiliwa huru baada ya kukamatwa na kuzuiliwa nchini Tanzania, Wanaharakati Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire wa Uganda wamejitokeza kuelezea mateso waliyopitia Tanzania. Mwangi, akibubujikwa na machozi asiweze kujizuia, alisimulia jinsi alivyotekwa nyara kutoka kwenye chumba chake cha hoteli kupelekwa katika chumba chenye giza totoro na hata kulawitiwa.

Wawili hao wanadai walizuiliwa katika vyumba vya karibu ambapo walikuwa wakisikia kilio na maumivu ya kila mmoja wakati wa mateso hayo.

Na wakati mateso yakiendelea, Mwangi anadai kuwa watekaji wao waliwapa vitisho, wakimwonya kutosema hadharani kuhusu mateso aliyopitia, la sivyo video za aibu zitasambazwa mtandaoni. Mwangi na Tuhaire walikuwa miongoni mwa wakenya kadhaa waliofika Tanzania kuhudhuria kesi ya uaini dhidi ya kiongozi wa upinzani tundu Lisu. Samia suluhu Hassan, Yoweri kaguta Museveni, William samoei Ruto and Jenua Muhozi. Wanaharakati hao wanasema hawatasita kufuata njia zote za kisheria kitaifa na kimataifa kuishtaki serikali ya Tanzania kwa kile walichotaja kuwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.